Makka na Madina, siri ambayo wengi hawajui kuhusu Qur'an. Kabla Uislamu haujawa dola, kabla ya jeshi, kabla ya nguvu na mamlaka, kulikuwepo Muhammad wa Makka, mhubiri mdogo, mpweke, akisukumwa, akichukiwa bila askari, bila ulinzi, bila nguvu za kisiasa. Lakini miaka michache baadaye, tunamwona Muhammad wa Madina, kiongozi wa dola, mwenye jeshi, mwenye nguvu, mwenye mamlaka juu ya ardhi na watu. Na hapa ndipo siri kubwa inaanza. Qur'an yenyewe inabadilika kulingana na nguvu alizokuwa nazo. Moja, Makka: Qur'an ya amani, subira na roho. Makka ni kipindi cha udhaifu: hakuna jeshi, hakuna dola, hakuna nguvu, na hivyo Qur'an ya Makka inakuja na sauti moja: subira, amani, kuvumilia kuachia watu waamini watakavyo, kwenu dini yenu, kwangu dini yangu, usiwalazimishe watu waamini, subiri, subira ni bora. Huu ni ujumbe wa mtu asiye na nguvu, mtu anayehubiri uhuru wa imani bila sheria, bila vita, bila adabu. Ni Qur'an inayolenga moyo wa mtu, si dola. Mbili. Madina, Qur'an ya sheria, jeshi na taifa. Baada ya Hijra. Kila kitu kinageuka. Sasa Muhammad ana wafuasi, ana jeshi, ana mamlaka ya kisiasa. Na Quran inaanza kusema kama kitabu cha taifa, si cha mtu. Sauti inabadilika. Sasa inazungumzia vita, sheria za jamii, miradi, adabu, ushuru, jizya na maagizo ya dola ya Kiislamu. Hapo ndipo tunasikia maneno ambayo haya kuwepo Makka. Piganeni wale wanaowapiga, mshikeni mshirikina popote mwonapo, wapigeni washirikina wote. Sura za upanga tisa tano. Haya si maneno ya mtu asiye na nguvu, ni maneno ya dola changa inayojitengeneza. Tatu, kwa nini Qurani inabadilika? Nukta tatu moja, wakati wa udhaifu, Quran ya amani, Maka, hakuna jeshi, ujumbe wa uvumilivu. Nukta tatu mbili: wakati wa nguvu, Qur'an ya mamlaka. Madina, Uislamu sasa una dola. Qur'an inatoa sheria za taifa. Huu ni mabadiliko ya kitabia ambayo yameonekana katika historia ya karibu kila kiongozi. Nguvu hubadilisha tone. Ne, Wayahudi wa Madina, hatua iliyoleta mabadiliko makubwa zaidi. Mwanzoni Muhammad alitarajia Wayahudi watamkubali kama nabii walipokataa tone la Qur'an linabadilika tena. Sasa aya zinawashutumu, zinawaonya, na kwa baadhi ya matukio zinahusisha adhabu za kijeshi. Hii inaonyesha wazi Qur'an inajibu mazingira ya kisiasa ya wakati huo. Tano, nask, aya zinazofuta aya. Hii ndiyo sehemu ambayo wengi hawajui. Wanazuoni wa Kiislamu wanakubali rasmi kwamba aya za Makka amani zinaweza kufutwa na aya za Madina mamlaka. Mfano mkubwa 9 5 kill them wherever you find them, inasemekana kufuta kwenu dini yenu kwangu dini yangu. Hii inamaanisha Quran haikusimama katika sauti moja, ilikuwa na hatua mbili: Quran ya udhaifu, Quran ya nguvu, na hizi mbili hazifanani. Sita, swali kubwa tunapaswa kujiuliza Je, Qur'an ni kitabu kimoja au ni maandiko mawili ndani ya jalada moja? Je, kama Uislamu usingekuwa dola lenye jeshi, Qur'an ingekuwa na sauti gani leo? Historia inatuonyesha kwamba maandiko haya toetu ujumbe. Yanajibu mazingira. Na ili kuelewa Qur'an kikamilifu, lazima tujiulize si tu imeandikwa nini, bali imeandikwa lini na kwa nini.